Katika mechi ambazo Simba amecheza na Yanga na ya chini ya kocha Fadlu, mbali na kupoteza mechi hizo za msimu uliopita mm. mechi tatu zile mechi tatu, mechi tatu, ni ni ni vake, za ligi kuu na moja ya Ngao ya, ya, ya, ya, ya, ya Jamii, si ndivyo mm. lakini wanasema kwamba ukiangalia namna ambavyo Simba ilikuwa inacheza mm. ni kama Fadlu alikuwa ameanza kupata tiba namna ya kuweza kui, kuimudu Yanga kwa zaidi ya dakika 90, uh, usahihi wa mm. matukio na pengine makosa madogo au machache mm. yamekuwa akiwagharibu eh. Kwao anaona kabisa kwamba safari hii au kwenye mchezo huu mm. Mm. ni kama Fadlu ana faida zaidi mm, kwa sababu alishakuwa ameiona Yanga na hata pale ambapo Young Africans sio kwenye kilele cha ubora kwenye msimu uliopita mm. mm. aliweza kuonyesha kwamba huyu ni kocha, na nafikiri ndio moja kati ya uh, tuseme, moja miongoni mwa mechi ambazo Fadlu alizoa ujiko. Kwa timu haina muda mrefu, haina muunganiko mm. lakini imefanya imekuwa na performance nzuri. Leo anaweza kuwa na faida ipi Fadlu, ambayo tayari ashakutana na Yanga kwa msimu uliopita? Faida ya kwanza aliyokuwa nayo, baada ya michezo mitatu ya msimu uliopita, anayafahamu maumivu ya kufungwa, anafahamu pressure ya kufungwa baada ya dakika 90 tena, dhidi ya nasema mtani, mshindani wako wa muda wote kwenye ushindani wa mashindano tofauti tofauti ambayo wao watakuwepo na wenzao wa watakuwepo. Kwa hiyo ashapoteza dabi tatu, maumivu yale anayafahamu, na anayafahamu: baada ya maumivu nini ambacho kinatokea? Kuna mashabiki watakuja juu kwa ajili ya kumsakama uh, kocha, labda kuna vitu anavyokosea katika mchezo. Kuna presha ya viongozi, kwa maana baada ya matokeo ya kufungwa kuna vikao huwa vinatokea kwa kile ambacho kimeonekana, nini ambacho kinatakiwa kuboreshwa. Kwa hiyo faida ambayo anayo Fadlu David katika mchezo hu, anayafahamu, anayafahamu mchezo huu, anayafahamu maumivu ya kufungwa mchezo wa dabi, hiyo ni faida namba moja. Faida namba mbili, anaweza kuwa shawasoma Yanga kwamba hawa jamaa hawana mazingatio makubwa ya kucheza mpira, kwa sababu kama michezo mitatu iliyopita ambayo uh, Fadlu ameiongoza Simba na Simba wamefungwa, bado Simba walikuwa wanaonekana kuwa bora katika maeneo mengi, kwa maana ya umiliki wa mchezo, labda ya utengenezaji wa na nafasi, lakini matokeo mazuri au matokeo ya ushindi hayakuwa pamoja nao. Kwa hiyo anazakuwa sasa hivi akawakumbusha au katika mipango yake ya mchezo wa leo akawa wazingatii sana umiliki wa mchezo, akawa anazingatia ushindi wa mchezo, kwa sababu washamiliki sana na bado hawajashinda asha kontrol mchezo sana na bado Yanga ameonekana kwa bora, na huo ndio tofauti wa Simba na Yanga. Simba wameshagundua na Yanga wameshagundua kwamba sisi hatuhitaji kukaa sana na mpira, sisi hatuhitaji kumiliki sana mchezo, hatuhitaji kuwa na udambu, udambu mwingi. sisi tunahitaji kujitoa uwanjani na kushinda mchezo, ila kutokana na utamaduni wa, ya, wa, wa Simba miaka enzi na enzi, Simba hata icheze na nani inajitahidi ku baki katika ule msingi wao au filosofi yao ya ku control mchezo possession football itapiga pasi nyingi itakuwa kwanza katika mchezo wachezaji wao technically. kwa maana ya ufundi watakuwa bora zaidi kwa kujitahidi aweza kuwa compact, au moja moja kwa hizo ni sifa ambazo simba wanazo miaka nenda miaka rudi lakini sifa ambayo wamepungukiwa simba ni sifa ya kushinda mchezo licha ya kumiliki uh, dakika zote tisini, kumiliki kwa maana ya kontro mchezo na mambo mengi ambayo anaweza kaonyesha uwanjani, hiyo Fadlu Davids ikawa ni alama kwake kwamba kwa kwa tunacheza mchezo mwingine na Yanga, pengine kumiliki mchezo ikawa si option ya kwanza, pengine ushindi ndio ukawa option ya kwanza, kwa sababu hakutakuwa na excuse nyingine yoyote baada ya kupoteza mchezo huu. Mashabiki viongozi watakuja kumuuliza tena, nini sababu ambayo ina kufanya wewe ushindi wa mchezo kwa sababu kila kitu ambacho likihitaji tumekupa. Msimu uliopita kulikuwa na sababu ya kujenga kikosi, na ni sababu ambayo kila mmoja anaweza kuwa akawa pamoja naye, kwa sababu kikosi, kwa asilimia kubwa wachezaji walikuwa wapya mazoea, pia mazingira mapya, kocha mpya, e lazima kutakuwa na muda wa kukutengeneza kwa kikosi. Msimu huu pengine hiyo excuse au hiyo sababu haitokuepo kwa sababu tayari mm. mwalimu ashakuwepo hapo msimu mzima na tayari kuna maboresho yamefanyika kutokana na mapungufu ya msimu uliopita. Kwa hiyo Fadlu dhidi ya dabi, kitu ambacho kinaweza kumuweka katika sehemu salama ni ushindi na si kumiliki mchezo na si wachezaji wake kucheza vizuri. Hiyo ndio ilikuwa swali la kwamba kipi ambacho kinamuweka kinampa nafasi zaidi baada ya kucheza michezo mingine. hmm. FM.